Man aada ila lab afu, allamatu Al-Albani, Allah mtukufu wa mrehemu, mwanawachuoni huyo anasema kwamba yoyote yule ambaye atarejea kuifunga mikono juu ya kifua baada ya kutoka kwenye baada ya kunyanyuka kutoka kwenye rukuu, kwa hakika mtu huyo ameleta bidaa ya upotevu katika swala. Na hii ni na katika kauli ya ajabu kutoka kwake. Allah mtukufu wa mrehemu mwana wa chuoni huyu liannahu la dalila ala al-irsal aslan as-salatu laysa fiha irsal fi hal al-qiyam al-yadan lahuma sifatun ma'a kulli ruknin min arkan as-salat, kwa sababu hakuna dalili ya kuachilia mikono hata siku moja Swala haina ndani yake kuachilia ya mikono katika hali ya kisimamo. Mikono miwili yana sifa maalumu katika mbele ya kila nguzo au pamoja na kila nguzo katika nguzo za swala. fa fi hali alqiyam walqiraa yadau yadahu alyumna ala yadihi alyusra ala alsadr inda arrukuu yaqbidu biyadayhi mufarrijan asabiahu ala rukbatayhi ind lsujud yjal ydyhi kahali rafi nd tkbirat lram ima hadhwa menkabi wima ila furui uduni. Katika hali ya kisimamo na kisomo, mtu huweka mkono wake wa kulia juu ya mkono wake wa kushoto juu ya kifua, na wakati wa kurukuu mtu hukamata kwa mikono yake magoti yake hali, hali ya kwamba vidole vyake amevichambua na wakati wa kusujudi mtu yajaalia mikono yake kama vile ambavyo mtu huinyanyua, yani, huinyanyua mikono yake wakati wa takbiratul ihram ima huyaweka usawa wa mabega yake au huyaweka usawa wa ndewe za masikio yake. idha rafaa min hadha assujud fainnahu yadau yadayhi ala rukbatayhi wakadhalika fi hali attashahhud Idhan fama min harakati min harakati as-salah illa wa lilyadaini maaha sifa. Naam, mtu atakaponyanyuka kutoka kwenye hii sijida basi huyaweka mikono yake juu ya magoti mawili na hivyo hivyo katika hali ya atahiyatu. Kwa hiyo

Idha man ata bil-irsal huwa alladhi yutalabu biddalil. Sasa tunaposema kwamba sisi tukinyanyuka kutoka kwenye rukuu basi tutaachilia mikono yetu, iko wapi dalili juu ya hili? Hili halikutangulia, yani hili jambo la kuiachilia la, la, la mikono halikutangulia kabla ya rukuu, kwa maana ya kwamba tulikuwa sisi kabla ya rukuu tumeifunga mikono yetu sasa hili limeletwa kutokea wapi likahusishwa haswa na sehemu hii kwamba tunapotoka kutoka kwenye rukuu tuachilie mikono? Halina dalili hili, na yoyote yule ambaye atalileta hili la kuachilia, kwamba tunapotoka kwenye rukuu tuachilie mikono yetu, basi yeye ndo ataombwa dalili, atupe dalili kutokana na jambo hili.